Ndugu zangu wa Hana, nafahamu pia kwa sasa mnalia na bei ya mbaazi. Habari njema ni kwamba tunajadiliana na watu wetu India, ambao ndio tunawazalishia. Ukweli ni kama uzalishaji wa mbaazi duniani umekuwa mwingi, kwa hiyo tuko kwenye mazungumzo na India, hata kama bei inashuka, lakini tusikose asilimia sabini ya bei ya mwaka jana. Hicho ndicho tunachohangaikia. Najua wanaotaka kushusha bei wanalawama nyingi kwa mfumo wa stakabadhi ghalani, lakini mfumo huu huu, bei zinapopanda, mfumo huu unafanya kazi pia. Kwa hiyo kushuka na kupanda kwa bei ni mambo ya biashara. Mazao yakiwa mengi sokoni, bei zinashuka, yakiwa haba, tukivuna sisi wengine, hali ya hewa haikuwapendelea bei zinapanda. Kwa hiyo tuko kwenye mazungumzo, ni waombe msivunjike moyo, serikali yenu iko na nyinyi.